Kwa kama tumesahau sasa, tunaona ametokea tena, wako wanaona ni kawaida au ni lazima itokee hivyo. Sisi tunasema Mungu apendi mwagaji damu wa mtu yeyote wa aina yoyote. Hapo tulipofikia tunahitaji kweli kujinyenyekesha mbele za Mungu. Asitokea anajiona kwamba ana haki kuliko mwingine au yeye yuko sahihi kuliko mwingine. Tukiendelea na kiburi hicho cha kiroho, lakini tukiendelea na hii chuki ambayo imepandikizwa, kwanza kushutumiana, tutaishia mahali pabaya. Hebu kila mmoja kwa, ya kwa imani yake na kwa Mungu wake wa Tanzania tukubaya kwamba tumekosea Mungu, tumefanya dhambi kama taifa. Tunahitaji kweli toba ya kweli, toba ya kweli na kusema tunakataa kuanzia sasa. Kwanza Mungu tusamehe, Mungu tuhurumie. naomba Mungu tuwezeshe, tuweze kuwa na roho moja kama Watanzania, tuwezeshe tuweze kuwa na hekima ya kuweka maslahi ya taifa mbele, maslahi ya vizazi vyetu mbele. Mungu ndiye anaibi kiniita kwa dhati, sio kwa, sio kwa unafi